Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu, ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa darasa zetu mbalimbali, kokote pale ulipo duniani, ninakufundisha utaratibu ambao ikiwa utautumia utaratibu huu ndani ya muda wa siku tatu, basi kama kuna mtu amewahi kukutendea maovu, kama kuna mtu amekutendea ubaya na anakutendea ubaya, iwe unamjua ime, iwe haumjui, awe mkubwa, awe mdogo eh, awe mwanaume au awe mwanamke, awe Muislamu awe asiwe Muislamu, ili mradi ni amekutendea ubaya au amewahi kukutendea ubaya au ana mipango mibaya na wewe au anakufanyia uadui au anakufanyia fitna, anakufitinisha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fitna yoyote ile iwe fitna kuivunja ndoa yako iwe ni fitna ya kazini iwe ni fitna katika kazi zako fitna yoyote, uadui wowote, unaonekana na ule ambao usioonekana, ukitenda utaratibu huu nitakaokuelekeza hapa, insha Allahu Ta'ala, kwa muda wa siku tatu mfululizo, biidhni rabbil alamina yatampata makubwa maradufu na maradufu na maradufu ya yale anayokusudia wewe uyapate. Msidhulumu wala msikubali kudhulumiwa. Sisi hatumdhulumu mtu, lakini pia vile vile hatukubali kudhulumiwa. Wala tahsabanna llaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, msizanie kuwa Mwenyezi Mungu ameghafilika na yale wanayoyatenda madhalimu. Tunajua tunaumia sana, tunajua tunateseka sana. Kuna watu wanaonewa kupita kiasi katika majumba yao, katika mashughuli yao, katika ndoa zao, katika kazi zao, katika biashara zao, wanafanyiwa uonevu wa hali ya juu, wanateseka, wanateswa na wanadamu wenzao. Sasa ndugu yangu, nakupa utaratibu huu Kautumie vyema insha allahu taala, na utakuja kuona matokeo yake makubwa. Utaratibu huu unaofanya ndani ya muda wa siku tatu mfululizo, insha allahu taala. Kwanza, katika hizi siku tatu ni vyema na inakokotezwa ni bora zaidi ukaanza katika siku ya Ijumaa tatu, kwa maana hizi siku tatu zote utakuwa ni mwenye kufunga ndani ya hizi siku tatu, kama unaweza kufunga, ila kama hauwezi kufunga eh, yani labda una matatizo, una magonjwa, una maradhi, kufunga huwezi kufunga, nini unachotakiwa? Utatoa sadaka katika kila siku katika haya masiku matatu, aidha sadaka ile wape watoto, ama sadaka ile upeleke msikitini, ama sadaka ile uwape wajane wasiojiweza na watu wengine. Lakini hakikisha katika hizo siku tatu unatoa, unatoa sadaka. Sasa kwa wewe ambao unaweza kufunga, utakapokuwa umekwisha funga katika siku ya kwanza, itakapofikia e, ile muda wa al-asr, yani baada ya salati al-asr, baada ya kusali sala ya al-asr, sala ya saa kumi, yani baada ya kuswali swala ya saa kumi utakapokuwa umemaliza swala yako na umefanya uradi zako zile umemaliza kama ni mwanamume pale msikitini usitoke ndipo utakapokuja kufanya huu utaratibu hali ya kuwa uko ndani ya somo yani huko huko ndani ya funga umefunga eh bado haujafuturu umemaliza kuswali swala ya asri insha allah taala utafanya utaratibu huu utaratibu wa kwanza utasoma suratu lahab tabbat yada abi lahabin watab hizi unatakiwa uzisome tisini na moja

tisini na moja lakini kila utakapokuwa ukifika mara saba yani, umesoma tabati ada ya kwanza umesoma tabati ada ya pili, utakapofika tabati ada ya, ya, ya saba, utakapomaliza, kabla ya kuingia ile ya nane, utalisoma jina hili la Allah mara kumi na tisa ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu mara kumi na tisa ukishamaliza hapo unaendelea na tabati ya nane, utakwenda nazo hizi mpaka unafika tabati ya tisini na moja unapiga vilevile ya muntakim mara kumi na tisa kila unapofika mafungu saba unapiga mara kumi, mara kumi na tisa. Utakapomaliza hii sasa unamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mara kumi na moja. Allahumma kwa sala salatu ibrahimia ile Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa bariki ala Muhammad

Utakapoimaliza tu ya saba ndo nasema ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu mara kumi na tisa. Naendelea tena tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasila naran dhat lahab wa imraatuhu hamalat lhatab fi jidiha hablum min masad. Apo tena nazipiga na zingine saba, nikimaliza anapiga ya muntaqimu ya muntaqimu ya muntaqimu mara kumi na tisa. Ukimaliza unamsalia mtume kwa salatu ibrahimia kama nilivyo kusomea. Ukimaliza kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasa hapo kabidhi mambo yako yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie ya rabbal alamina, sim, simkusudii sim, sim mtu moja kwa moja, ila kama kuna yeyote ana nitendea ubaya, wala sitaji jina lake wala sitaji wasifu wake, ya rabbi, na kuachia wewe ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Mungu ni bingwa wa kurudisha vitimbi vya maadui kwa muumini. Na siku zote muumini hawezi kushindwa kwa yule ambaye ni dhalim, na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, nilipie juu ya dhulma ninazotendewa, nilipie juu ya dhulma ninayotendewa na familia yangu, nilipie dhulma waliotendewa watoto wangu, nilipie dhulma inayotendeka katika ndoa yangu, nilipie dhulma ninayotendewa kazini kwangu, nilipie dhulma ninayotendewa katika biashara yangu, nilipie dhulma ninayotendewa katika afya yangu, nilipie dhulma ninayotendewa katika kizazi changu. Ndugu yangu Muislamu, wallahi la adhimu, ninakuapia ukiyatenda haya kwa muda wa siku tatu mfululizo, insha al maula jalla jalalu subhana Allah, makubwa yatakayowafika maadui zako yatakuwa hayaelezeki. Hii ni hatari, na hii ninakupa ni moja katika mambo makubwa na mambo mazito ambayo unaweza ukayatumia wewe mwenyewe pasi na kwenda kusoma albadiri al al al al sijui, pasi na kwenda kutumia mbuzi mweupe wala mbuzi mwekundu wala mbuzi wa njano, pasi na kufanya chochote. Hii ukitulia, funga yako ya siku tatu na salatu la asri zinatosha kabisa kuteketeza kila mpango na ngome za maadui zako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unataka umuone adui ya yako akidhalilika, akija mpaka mbele ya miguu yako hali ya kuwa ni dhalili na kukuomba msamaha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi fata utaratibu huu nilouelekeza, na imani nimeuelekeza vizuri, na imani nimeuelekeza kiutaratibu. Sidhani kama kuna mtu ambaye atashindwa. Ukiona wewe hata tabatiada hujui kuisoma basi wewe tena ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maana katika dini wewe hauna lolote maskini ya Mwenyezi Mungu. Lakini jitahidi usikai bila kuwa unajua Qur'ani. Jifunze hivi vitu ni vitu muhimu. Leo ni ajabu na ni aibu kuona mtu anakuambia niandikie tabbattiyada. Basi suratul lahab hujui tabbattiyada abilahabin wa tab hujui. Ah, fala hawla wala quwata illa billahi alali alazim. Kwa ndugu yangu, kama unateseka na vitimbi vya maadui kama unateseka na vitimbi vya waovu, kama unateseka na watu wanaokuandama usiku na mchana, hii baba nimekupa, ndio funika bovu, vijana tunasema. Hii nimekupa, hii ndiyo mwana ukome, vijana wanasema. Adui yako hata kaa asahau yale yatakayomkuta kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi ninakwambia wewe dhalimu, Usijihesabu na usizanie ya kuwa Mwenyezi Mungu ameghafilika na dhulma unazowatendea wenzako. Allah anaona kila dhulma unayoitenda, Allah anaona kila dhulma unaitenda. Na ujumbe wangu kuja kwako wewe unayenitazama, kama kuna dhulma unamtendea mwenzako, ka ukifahamu, ittaqu da'wat almadhlum, iogope dua ya mwenye kudhulumiwa. Haya mambo akiyatenda uliye mdhulumu, haya mambo akiyatenda uliye mdhulumu, umeisha baba yangu Umemalizika baba yangu, umeteketea baba yangu, umepata hasara na shoti za hali ya juu. Insha Allah taala, naamini kama ulikuwa unateseka, suluhisho hili ni hili, nimekupa we. Fanya kwa imani, fanya kwa yaqini. Insha Allah taala, utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Shukran lakum, jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.